Umeonyesha uwezo mkubwa sana juzi sana, na ndio maana nilipokuja kwa dressing room nilikuwa na furaha, pamoja na kwamba tulikuwa hatujapata yale tuliyotamani, lakini mlitupa nguvu hata wengine na kuhakikisha kwamba Watanzania wako na nyinyi, kuadhibitisha kwamba Watanzania wako na nyinyi juzi baada ya mechi na jana nimepokea simu za Watanzania, simu za Watanzania, sio viongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali maelekezo yake tayari, waziri wetu ameshafanya nini, ameshatoa. Lakini kuhakikisha kwa kwamba Tanzania nzima iko pamoja na nyinyi juzi na jana, imepokea simu na walionipigia simu ni watu nao waamini na kuheshimu, wameniambia nenda kawaambie vijana wa Taifa Stars, sisi wa Tanzania tuko pamoja na wao, na mechi ya kuanzia kesho ya Uganda na mechi ya Tunisia, Watanzania wananunua goli moja kwa milioni mia moja. wakaniambia wakifunga magoli mawili, tuna milioni mia mbili wakifunga magoli matatu, tuna milioni mia tatu Na wakaenda mbali zaidi, wakasema kama ikitokea hata kama wamefunga goli moja, wakachukua pointi tatu, maanake mnabeba milioni mia tatu Naomba nirudie tena, ikitokea mkafunga goli hilo moja, lakini tukapata pointi ngapi?